Lakini tumaini kwamba kuna watu wako mahali hapa, wawakasema haijalishi, na familia haijalishi, na watoto sita, haijalishi, mume wangu ni mkali, haijalishi, mke wangu alikataa nisikwenda kukesha, lakini kwa ajili ya Bwana inaamua wangu kwenda kanisani kwa ajili ya kukesha na kupokea mwaka mpya. toa kwa mikono miwili wewe na kuapisha wewe, Maliamu, njoo, njoo, njoo, njoo una mamlaka, toa kwa Yesu Kristo. Pia barani kwenye miguu yako, simama. Moja, pili, tatu, toa kila kitu ulichoa kwenye tumbo la ndugu yako, toa, toa kila kitu ulichoa. Unajisikia tumboni linauma tumbo linamuuma. Kwa nini tumbo linamuuma? Muuma, nataka ile tumbo. Funika macho yako, nataka tumbo lipoe sasa hivi. Nakuamrisha sasa kwa mamlaka niliyopewa ya jina la Yesu, nyosha mikono yako, nyosha mikono kwenye tumbo lake. Nataka kwenye tumbo lake hivyo hivyo kila kila kilichowekwa, kila kilichosalia kwa yote, moto moto moto moto! Mikono hapo, fire fire fire! Ndio to to to to to kubwa. Kata kamba zote hizo. Wewe Mariam, katika ulimwengu wa roho nakuapisha, amka. Simama. Simama. Simama. Simama. Uko Singida wewe, sikiliza, simama hapo hapo Singida kwasimiu miaka suku sasa katika limemuwaro nakuagiza, uchawi unaacha leo, uchawi sasa hivi unaacha, piga magoti, piga magoti.